Katika ulimwengu wa saikolojia, binadamu wamegawanyika katika makundi mawili. Wapo binadamu wazungumzaji na wapo binadamu wa kimya. Binadamu wazungumzaji wana tabia zao, lakini binadamu wa kimya wana tabia zao. Katika video hii nitakwenda kukuambia tabia kumi za binadamu wa kimya ambazo asilimia kubwa ya binadamu hawazijui. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili basi, video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako, ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali mbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante. Enjoy. Zifuatazo ni tabia kumi za binadamu wa kimya ambazo binadamu wengi hawazijui. Namba moja ni binadamu ambao wanapenda kufikiria kabla ya kuzungumza chochote. Wakati asilimia kubwa ya binadamu wanaweza kuzungumza chochote kulingana na hisia ambazo zipo ndani yao, lakini tafiti mbalimbali mbali za kisaikolojia zimekuwa zikithibitisha kuwa asilimia kubwa ya binadamu wa kimya ni watu ambao wanapenda kuchuja maneno kabla ya kuyazungumza. Ni watu ambao wanafikiria kwa kina zaidi ni athari gani inaweza kusababishwa na maneno ambayo watayazungumza katika midomo yao, na ndiyo maana asilimia kubwa ya binadamu wa kimya hawapendi kuzungumza haraka haraka, hupima kila neno kabla halijatoka. Namba mbili: ni binadamu wanaopenda kuchunguza vitu kwa kina kwenye maisha yao. Wakati asilimia kubwa ya binadamu wakiishi maisha yaliyozingirwa na tabia za kupuuza vitu mbalimbali mbali katika maisha yao, tafiti za kisaikolojia zimekuwa zikithibitisha kuwa asilimia kubwa ya binadamu wa kimya ni watu ambao wanapenda kuchunguza vitu mbalimbali mbali katika maisha yao, hata vile ambavyo watu wengine wanavipuuzia, wao huwa wanapenda kuwa wachunguzi. Ni binadamu ambao huwa hawakubali kiurahisi kitu kipite mbele ya macho yao hali ya kuwa hawakielewi elewi alafu wasikichunguze. Uchunguzi wao hauishii tu katika vitu ambavyo vinaonekana mbele ya macho yao bali ni wachunguzi wazuri katika tabia za watu ni watu ambao wa wanapotaka kumwelewa mtu fulani wanaweza kumchunguza kwa kina na kuelewa kila kitu kuhusu tabia zake, na ndio maana binadamu wa kimya huwa ni nadra sana kuweza kuhitilafiana na binadamu wengine, kwani wanaweza wakakuchunguza kwanza, wakakuelewa wewe ni mwanadamu wa aina gani, na kisha hata wanapojenga ukaribu na wewe, inakuwa ni vigumu sana kufanya vitu tofauti na matarajio yako. Namba tatu ni binadamu wanaopenda kukaa peke yao. Wakati ambapo asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa na kuishi katika hii dunia wakifurahia kuzungukwa na watu mbalimbali mbali katika maisha yao, lakini binadamu wa kimya wapo tofauti kidogo. Kisaikolojia, hawa ni binadamu ambao wanapenda utulivu kwenye maisha yao, ni watu ambao wanapenda upweke, kwani utulivu na upweke huwapa nguvu na ubunifu kuliko binadamu wengine. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, binadamu wa kimya wanapenda kukaa katika maeneo tulivu, hawapendi kwenda katika maeneo yenye mchanganyiko wa watu, kwani hujisikia furaha na nguvu ya kweli pale wanapokuwa peke yao, kwani muda mwingi ni binadamu ambao wanapenda kutafakari vitu mbalimbali mbali kuhusu maisha yao na kuchanganua vitu mbalimbali mbali ambavyo wanataka kujua undani wake. Namba nne. Ni binadamu wasiopenda mijadala isiyokuwa na msingi katika maisha yao. Wakati binadamu wengine wakifurahia maisha ya kubishana, kutengeneza midaharo katika maisha yao hata isiyokuwa na maana kwa ajili ya kusukuma muda lakini tafiti mbalimbali mbali za kisaikolojia zimekuwa zikithibitisha kuwa asilimia kubwa ya binadamu wa kimya hawa ni wanadamu ambao hawapendi mijadala isiyokuwa na maana katika maisha yao. Hata kuzungumza kwao huwa ni kwa nadra sana, mara nyingi huwa wanazungumza pale wanapotakiwa kutoa hoja katika vitu ambavyo hawawezi kuvikwepa ama katika nyakati ambazo wao ndio waamuzi wa mwisho katika mjadala ambao upo katika sehemu husika. Namba tano, huwa ni watu makini katika uchaguzi wa marafiki katika maisha yao. Wakati binadamu wengi wanapokutana na binadamu mbalimbali kwenye maisha yao, wakihisi wanaendana, wanakuwa ni warahisi kutengeneza urafiki na watu hao lakini tafiti mbalimbali mbali zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu wa kimya huwa ni binadamu ambao wana umakini wa hali ya juu wanapochagua mtu kama rafiki wa kuambatana naye katika safari yao ya maisha, na ndio maana asilimia kubwa ya binadamu wa kimya wana marafiki wachache, lakini marafiki wachache ambao wamewachagua kwenye maisha yao huwa ni marafiki wa kweli. Namba sita ni binadamu wasiopenda kusifiwa ama kujionyesha pale wanapofanya jambo fulani kwenye maisha yao. Miongoni kati ya mambo ambayo mimi na wewe lazima tuyakubali ni kuwa asilimia kubwa ya binadamu wanapenda kusifiwa. Inawezekana hata wewe ambaye unanisikiliza muda huu unapenda kusifiwa unapofanya jambo ambalo unahisi kabisa umelifanya vizuri, unapenda waliolitazama jambo hilo waweze kukusifia ama wakati mwingine unapofanya kitu ambacho unahisi ni kitu ambacho kinakufanya ujivunie, unapenda sana kujionyesha. Na hii ni huruka ya asilimia kubwa ya binadamu ambao wamezaliwa na kuishi katika uso wa dunia. Lakini katika tafiti mbalimbali mbali za kisaikolojia, imekuwa ikibainika kuwa asilimia kubwa ya binadamu wa kimya ni binadamu ambao kwanza hawapendi kusifiwa katika maisha yao. Wao ni watu ambao wanaamini katika vitendo kuliko maneno. Lakini jambo jingine ni binadamu ambao hawapendi kujionyesha, hata inapotokea wamefanya jambo zuri ambalo linawafanya wajivunie. Ni watu ambao huwa wanaruhusu ukimya utawale katika maisha yao, na bila shaka hii ni sababu ambayo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu wa kimya wawe na mafanikio kuliko binadamu wazungumzaji, kwani mafanikio yanahitaji usiri pamoja na ukimya. Namba saba: ni wasikilizaji wazuri kuliko binadamu wengine. Mwanadamu mkimya mara zote hupenda kutumia masikio kuliko mdomo katika maisha yake ina maana ni mtu ambaye anapenda kusikiliza kuliko kuzungumza, na sababu hii huwafanya binadamu wa kundi hili wawe na uelewa wa vitu vingi kuliko binadamu wazungumzaji, kwa sababu ukiwa unapenda kuzungumza kuliko kusikiliza, hakuna vitu vipya ambavyo utaviingiza ndani yako bali mara zote utakuwa unavielezea vile tu unavyovijua, lakini mwanadamu ambaye anatumia masikio muda mwingi anasikia vitu mbalimbali mbali kutoka kwa watu mbalimbali mbali. Hivyo huyo ni mwanadamu ambaye ana nafasi kubwa ya kujifunza kuliko wanadamu wengine. Na hii pia ni sababu mojawapo ambayo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu wa kimya wawe na hekima na ufahamu wa vitu vingi kuliko binadamu waongeaji. Namba nane. Ni binadamu wenye uwezo mkubwa wa kuzificha hisia zao kuliko binadamu wengine. Wanadamu waongeaji kupita kiasi, hawa ni binadamu ambao hawawezi kuzificha hisia zao za ndani. Wanapokuwa na hasira, wataidhihirisha hasira yao kupitia mazungumzo ambayo wanayaonesha pamoja na mwonekano wa nyuso zao, lakini tafiti mbali mbalimbali zimekuwa zikionesha ni vigumu sana kuweza kujua kile ambacho binadamu wa kimya wanapitia na hata hisia zao hauwezi kuzielewa kiurahisi, kwa sababu wanapokuwa na furaha muonekano wao haubadiliki, wanapokuwa na furaha mwonekano wao haubadiliki, wanapokuwa na wasiwasi pia hauwezi kujua. Mara zote muonekano wao unakuwa ni ule ule, kwani ni rahisi sana kuweza kujua mtu anapitia katika hali gani pale anapokuwa anazungumza mbele yako. Lakini mwanadamu anapokuwa kimya, unaweza usielewe ni kitu gani ambacho anakipitia. Hivyo wanadamu ambao hawapendi kuzungumza, yaani binadamu wa kimya, huwa ni vigumu sana kuweza kuzijua hisia zao, na mara nyingi ni watu ambao hata wanapopita katika changamoto ni vigumu kupata msaada, kwa sababu huwa ni wagumu kuwashirikisha changamoto zao binadamu wengine. Namba tisa ni binadamu wanaopenda kujifunza mambo mapya katika maisha yao. Wakati binadamu wengine wakiishi pasipo na utamaduni wa kupenda kujifunza vitu mbalimbali mbali katika maisha yao, lakini tafiti za kisaikolojia zimekuwa zikithibitisha kuwa asilimia kubwa ya binadamu wa kimya wanapenda kusoma vitabu, lakini wanapenda kujifunza mambo mbalimbali mbali katika maisha yao, na mara nyingi hujifunza vyote hivyo kimya kimya bila hata kuwatangazia watu wengine. Na hii pia ni sababu mojawapo ambayo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu wa kimya wawe na ufahamu wa vitu vingi kuliko binadamu wengine. Namba kumi ni binadamu wenye nguvu kubwa ya ndani kuliko binadamu wengine. Asilimia kubwa ya binadamu waongeaji ni binadamu ambao hupenda kutegemea uwezo wa binadamu wengine katika kutatua changamoto za maisha yao ama katika kufanya vitu vyao, lakini tafiti za kisaikolojia zimekuwa zikionyesha binadamu wasiopenda kuzungumza, yaani binadamu wa kimya hawa, ni binadamu ambao wamezaliwa ndani yao wakiwa na nguvu fulani ambayo ni ngumu kuipata kwa binadamu wazungumzaji, na ndio maana binadamu wengi wa kimya hawapendi kushirikiana na watu wengine wanapotaka kufanya vitu kwa ajili ya maisha yao. Ni watu ambao wanaamini ndani yao, na wanapofanya vitu vyao wao wenyewe, vitu hivyo huonesha mafanikio makubwa kuliko wanaposhirikiana na binadamu wengine. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.